Sasa mimi nikauliza ka, nikauliza kwani Peter alikuja hapa aje. Sasa ile kitu iko niliona kama hao watu wasikii wa uchungu lakini mimi kwa tumbo nasikia uchungu. Juu ile kitu wako mm. Hata tulirudiana maneno hapo na Karo wakati alikuwa nasema ati Peter au kuwa ati Peter, kusema kweli, nasema ile kitu nilisema mimi mm. Um, daktari hakukuwa anajua kama hii kapitako na baba yake mm, lakini mimi wakati nilisimama hapo nikasikia Karo akisema sasa, ananiambia sasa ni mara, sasa nasikia ni mara, ilikuwa jisik, inajikunja mm. Sasa ndio inatoka kuwasamishwa, tunaelewana eh? Mm. Sasa nikasidwa, kwani ilikuwa wakati hiyo, si kaigangio. Kaigangio alitolewa na Saleh oh. hapa ni tumbo Nimefungana. Sasa mimi nataka daktari aniambie ni nini Peter amekaa ama oh. ni nini na Saleh ilifanya ndio Peter arudi asindwe mara ya pili, hiyo oh. ni mara ya pili eh. eh. Sasa Karlo naye anasimama kusema ehe, ni mara ni matumbo mara iligua maisikana sasa ndio na wataniswa. Tunaelewana tuko pamoja nyinyi wote. Eh. Sasa mimi nikauziuliza nikamwambia, hapana nikamwambia, daktari mimi ndio baba Peter. Nataka unielezee Peter alifanya nini mm -hmm. Kwanza nani alisaini Peter asinjwe mm -hmm. Hiyo ndiyo niliuliza, nani alisaini Peter asinjwe na nataka kujua nini imefanyika. Daktari nikaona ni kama tu daktari, nikaona tu wacha kuingilia daktari sababu daktari hiyo kazi amefanya ni mingi sana. mm -hmm. Tunaelewana mm -hmm. Nikaona daktari amefanya kazi mingi sana ya gusija huyu mtu na kumurudisia na kumurudisa akawa mtu tena. Hivyo tuko sawa. Mm. Lakini nilikuwa na asili ya karo, ye sio daktari, lakini ye ananielesea. Anelesea watu. Tunelewana? Mm. Okay. E, ni mara ilikuwa mesikana, mara diyo na wachaniswa. Hapo diyo nilipigia karo, uh, nikamwambia karo, wasa kuniambia hiyo mambo ya kuwasaniswa mara, niambie Peter, ni nini, daktari atuelesee, daktari akatuambia ifatini. Daktari mzuri sana yeah. Akatuambia kujeni, kaeni hapa. Uh -huh. Tukakaa sini akaniambia e, mimi nimefanya kazi kubwa sana uh -huh. Na kama nimefanya kazi kubwa namna hiyo sio mzuri, turudiane, tuabiane maneno. Sasa mimi vile ilikuwa hii mara, wakati alirudishwa na Saleh ndiyo mara ilirudishwa, ili mali alirudishwa, sijui angawa alirudisha hivi, wakawacha kama wajapanua hapa. Sasa akikula kitu gumu inaenda nakalia, unaona? Oh. Yeah.